Hujambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa jina langu ni Janvier Emmanuel Kaluhia msomaji wako, jidite matabaro akiwa na miliki mitambo. Mahali pote ambapo ulipo ni ukaribisha kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli yetu ya YouTube, usikose kabisa kujabone kwenye chaneli yetu kusubscribe pia kushare na kukomenti pia kupatajika wengine ili kabisa wao wa kwanza kabisa kupata habari zetu kutoka televisheni La Voix d'Uvira TV. Yaliomo katika habari zetu za siku ya leo kabisa tumekwenda kukusanya habari kutoka kwake na Luvumbu Kibambala, ambaye ni coordinator wa wazalendo katika jimbo letu la Sud Kivu. Anakuwa na mengi sana ambayo aliweza kuzungumza na kuweza kumjibu Tomi Tambwe kuhusu wazalendo. Mgeni Uvira, bila kupona muda tukaribisha mahali pote ambapo lipo. Kile ambacho Kibambala Naluvumbu alichokizungumza kwenye La Voix d'Uvira TV, na usikose kabisa kutuandikia ujumbe wako kupitia namba ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, moja kwa moja, tutakwenda kukujibu na ikiwa unahitaji kutoa msaada kutoka La Voix d'Uvira TV tuko tayari kabisa kuweza kupokea msaada huo. Karibu mwanzo hadi mwisho. Oh, ni wasalimu Eh, raia wote wa Uvira isalimu raia wote wa Kongo kwa ujumla na wale ambao wanapatikana nje ya nchi wote tunawasalimu. Nimefata vizuri sana audio ya eh, bwana Tomi Tambwe ambayo eh, anaitoa sasa hivi. Uh, diskuru yake ambayo ameizungumzia, uh, nimwambia ya kwamba sisi kama vile wazalendo tumekuelewa vizuri sana na tumekusoma vizuri sana uh, ulifikia hata kututusi ya kwamba tuko magenge sisi, wazalendo tuko magenge wewe haukulindwa na magenge, ulilindwa na jeshi la taifa. Sisi ndo umeita magenge, na mara kwa mara ni wewe ndo ulikuwa unakuja kusansibilize ya kwamba tuweke siraha chini, tuweke siraha chini ili Wanyarwanda waendelee kutuchinja. Nafikiri turu ya mwisho tulikuambia ya kwamba siku Wanyarwanda watadepose arme, wakidepose asubuhi itafika na duzeri, tuna sisi tutadepose zile arm. Nafikiri ya kwamba ulituwinda sana wazalendo humu, ulituwinda sana wazalendo humu, ulifanya na maikipe ya kuwinda wazalendo humu muvira fasi zote, Fizi, Mwenga, kutuwinda kutuwinda, lakini haukufanyikiwa. Hii leo cha ajabu ambacho tumeona hii vile ya Uvira ambayo wazalendo kwa ujumla sio wafuliru sio wavira sio wabembe sio wanyindu sio warega sio wa, wa mshi sio wanani, wazalendo wote kwa ujumla ambao walisimama juu ya kuitetea hii eh, vile ya Uvira kwa leo kama vile province eh, eh, eh, eh, yenye iko Uvira Unatutusia kwamba tuko magenge. Hiyo neno tumeiandika na kalamu ya chuma, ipo siku utaulizwa. Na nikwambie, malipo yote ni hapa hapa chini ya juu, hakuna kitu kitalipwa mbinguni. Nasikia ulitaja waliua e, walibaka RCD ambayo wewe ulikuwa likuwa vice gouverneur buka Mulibaka wa mama wangapi? Mulibaka watoto wangapi? Muliua watu wangapi? masakre ambazo mlizozifanya Bwana Tomi Tambwe, tuzihesabu? Haukutosheka hapo, ukaingia mu M23 hii M23, nyinyi ndio mlikuwa viongozi tena kule ku M23. Mliua watu mulitesa watu mulibaka mulifanya maovu yote ambayo yako hapa chini ya juu, maovu yote muliyafanya. Eh, leo unasema unakuja Uvira kuona vile ambayo magenge wali walidefendre wali Bwana Tomi Tambwe na bato mtalipwa. Unawaona wale wote wakinamwivwa, wale wote ambao wanajingiza kueme ventra wangali watalia na kusaga meno kama jinsi unavyolia na kusaga meno kwa leo Uvira. Wale wote waliotumika RCD, wale wote waliotumika M23, mpaka hivi ni washakiwa na mpaka hivi wote ni wa M23. Tuwataje majina? Tulikuwa tunafikiri ya kwamba hawataenda M23, kumbe ni wa M23 tu. Na wewe, matendo yako uh -uh yako yanaonyesha no, ya uh, nasikia na mu intervention zako uliatake sana sisi wazalendo, or sisi wazalendo tukua respekte na chef de leta ku kazi ambayo tulifanya, na haingekuwa sisi kama Kongo imesha kamatiwa. Bwana Tomi Tambwe, sasa wewe unatuzarau wewe unatuita magenge na ni wewe ulikuwa unatuandika ya kwamba tuko mamilisi, tuko na mabarua zako, wakati uko kupende derse, uko naenda na unatushtaki kwa opinion international, sijui wapi na wapi. Ujue malipo ni hapa hapa chini ya jua, hakuna kitalipwa mbinguni. Mbinguni itakuwa tu ni makado tu, lakini hapa hapa chini ya jua, lakini sisi tutaendelea kudefendre tu Uvira. Tuambie nani mwenye aisha atake muvira hivi hivi, weetomitambwe unaweza kudefendre kabila weye weye mwenye uko naenda kuwema M23, utaweza defendre kabila weye weye, Tomitambwe, tuko hapa na Nabavira, tuko hapa Nabafuriru, tuko hapa Nabanyindu, Nababembe, nabengine sisi wote Daere mi kwake naelewa. Unajua ni vigumu sana kumchagua mufuliru na kumchagua muvira, unajua vile na ni kuambia ya kwamba tuko imara hapa Uvira, tuko ngangari, tuko imara, tuko ngangari. Muodio yako lisema ya kwamba, ya kwamba... E, eh, hii guvernema itatoka, hamtakubali itatoka, aseme itatoka tu, hii guvernema itatoka. Guvernema gani? Hapa Uvira kuna guvernema bazalendo au tuko na guvernema ya ya ya ya ya fachibeto ndo yenye tuko na yu hapa sasa? Iyo ingine guvernema uliko nasema ya kuambe itatoka tu ni guvernema gani? Ni guvernema gani iyo yenye uliko nasema aseme itatoka tu ni guvernema gani papa? Tunakuelewa vizuri sana, tunakuelewa vizuri sana hata, hata nyoka inajimenyaka inajimenya kile kingozi cha zamani kile, lakini tabaki iko na sumu tu na itabaki iko nyoka tu. Tena usikie sana hiyo maneno. Uh, nilisikia ulisema ya kwamba haukulindwa na wazalendo lilindwa unasahau Uvira ya kwamba ni vile ya waresista. Uliisha sahau iko <clears throat> shida sana kwako, iko shida sana kwako tena, vitakukuteshera mbo ni kuambia ya kwamba tuko imara, tuko ngangari. ikiwa wale wenye walifika kwenye ulikuwa kwa hiyo hotele, hawababaiki waogopi. Ujue ya kwamba Uvira tuko tuko imara, macho yetu yanaona kama vile hatai. Mtu ambaye ana nia mbaya, tukimwona lazima tumpekue, lakini mtu ambaye ana nia nzuri, sisi wote tutaenda kumpokea, na labda maudianse wepeka utazikimbia, lakini kama ni mtu mbaya ni lazima tumtafute juu na chini. Esirtu weye tomi Tambwe, hauna jipya kwetu, hauna jipya kwetu kusema ya kwamba wewe ndo ulileta barabara kwenda Bijombo. Eske barabara ishafika Bijombo? Sunasikia kama akili yako naweye, I mean, Bijombo kushafika barabara? Ulisema ya kwamba barabara ya kwenda Bijombo uishafikisha barabara Bijombo aseme bwaki bwakidepu bu, ulitokea batu habaishi we, uko Mungu, uko nani? Na kwanza zilikuwa pesa zako, zilikuwa pe, pesa za inchi zenye mulikuwa mnaiba, iba barabara ya katobo i, ya katobo ulizaliwa. Hii barabara ya katobo ipo ipo bado, kwa wanafanya tu niku rehabilitate tu basi sasa tuko imara. Yule ambaye atakuya kwa nia nzuri, tutampokea, awe Mfuliru, awe Mvira, awe Mnyindu, awe Mbembe, awe Mshi, awe kabila yote ya Kongo, tutampokea. Na yule ambaye atakuya kwa nia mbaya, awe Mfuliru tutamkataa, awe Mvira, awe Mbembe, awe kabila gani yoyote, tulikataa nani? Tulikataa e, Gasita hapa tulimkataa. Uvira sisi hatuna ubaguzi, hatuna ubaguzi hapa Uvira, kwa sababu sisi ni watu wa amani, watu ambao wanatulia kabisa, watu ambao wanatulia bila shida. Hakuna mwenye kunafukuza Mvira. Mvira iko na amani, Mvira ni Mvira. Hakuna mwenye ajui kama ni Mvira, lakini u -u -u unaanza ku Unaanza kuseme hen entre ma communauté aita au matribu plutot aita kwa vizuri. Asante na naoshukuru pia, bye Naluvumbu Kibambala.